Okoa na siku ya leo tumeweza kupatikana katika nyumba yake. Kwa hivyo sisi tunamjua huyu Mungu ambaye tunamwabudu. Na katika kumjua Mungu, huu ni wito wa mtu binafsi. Lazima mtu atoe maamuzi yake binafsi, lazima mtu akili kwa kimo chake, kama ambavyo tumefundishwa Sunday school kwa wale ambao waliwahi walifika mapema Tulifundishwa kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini kuwa yeye ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako ndipo utaokoka. Kwa hivyo ukikiri maneno hayo basi wewe unamjua Kuna vijana waliokoka, walimpa Yesu maisha yao. Kwa hivyo kuokoka ni uamuzi wa mtu binafsi, yeye mwenyewe na Mungu wake. Jinsi ambavyo atasikia lile neno na kulipokea na kulitafakari moyoni mwake, ndipo atatoa uamuzi sasa wa kutaka kumjua huyu Mungu ama kumpokea Yesu Kristo katika maisha yake. Kwa hivyo kumjua Mungu. Na katika kumjua Mungu, kunajenga mahusiano yetu sisi na Mungu, tunajenga mahusiano ya karibu. Unajua, kama unataka kumfahamu mtu fulani, ama unataka kufahamu rafiki uliye naye, si lazima mnakuwa naye pamoja e, kila mahali unapoenda, mnapenda kusalimiana, sokoni mko pamoja e, mnaenda kwa mtu, mko pamoja, mnapiga stories hapa na pale. Hapo ni kujuana. Eh? Mnatembeleana manyumbani mwenu mnapeana habari za maisha, vile mnaendelea. Hiyo ni kutaka kujuana zaidi. Kwa hivyo, na katika kumjua Mungu wetu lazima tujenge mahusiano na, na katika hayo mahusiano yatatufanya tuweze kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nyumbani kama ni jirani hapo anakutembelea. Na Mungu ukimweka huyu Mungu akiwa kama ndiye rafiki yako wa karibu, mtajenga mahusiano na yeye. Kila wakati ukitaka kuongea na yeye, atakusikiliza. Ukimkaribisha, atakuja kwako. Kwa hivyo, tukijenga mahusiano yetu na Mungu, Mungu na yeye atakuwa kwetu. Kwa hiyo hiyo, pia itatusaidia kumjua Mungu zaidi. Pia tunaweza kumjua huyu Mungu kwa katika kusoma neno lake. Tunaweza kumjua Mungu wakati tunasoma Biblia, tunajifunza mambo mengi pale, na katika kusoma kwetu Biblia hiyo pia ni njia nyingine ya kutufanya tuweze kumjua Mungu zaidi na zaidi, tunamleta Mungu karibu ya maisha yetu. Kwa hivyo tunapoendelea kusoma neno la Mungu, Mungu naye anakuwa karibu yetu. Kwa hivyo ni vizuri Tusome neno la Mungu ili Mungu na yeye aweze kuwa karibu yetu. Pia kwa kumjua Mungu tunaweza kuishi katika imani na katika maisha ya utakatifu. Tukimjua huyu Mungu ambaye tunamwabudu, wakati umejenga mahusiano yako karibu na Mungu, huyu Mungu wakati umemkaribia atakufanya uishi maisha matakatifu na atakufanya uishi maisha ya imani. Haijalishi utakuwa unapitia wakati gani ama utakuwa na kipindi gani katika maisha yako, lakini unapokuwa umemjua huyu Mungu utakaa katika imani na utalinda ule utakatifu ambao Mungu amekupea. Utatunza yale maisha ya utakatifu kwa sababu unamjua yule Mungu ambaye alikuita na unamjua yule Mungu ambaye unamwabudu na pia katika kumjua Mungu tunapata maarifa, tunapata maarifa ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. pia katika kumjua Mungu tunapata maarifa. Tunaongezewa ufahamu zaidi ya kujua mambo mengi zaidi. Ndio maana kama wewe umekuwa ukisoma Biblia sana, kuna vijana katika kitabu cha Daniel kuna vijana watatu Shadrach, Meshach, Abednego. Walikuwa wanne: Shadrach, Meshach, Abednego na nani na Daniel mwenyewe. Hawa vijana walipitia shida nyingi, lakini ninachotaka kuongelea upande wa Daniel, wakati yule mfalme aliota ndoto na akahitaji kutafisiliwa ama kufafanuliwa, ndio kwa sababu ile ndoto aliiota katika mafumbo. Sasa alitaka kujua ile ndoto inamaanisha nini? Sijui ninyi kama huwa mnaota ndoto ziko na mafumbo Sijui wewe unaota ndoto za aina gani. Lakini kuna ndoto zingine hata wewe mwenyewe ukiota unajiuliza mara mbili mbili. Hii ndoto ina maana gani? Saa ingine unastuka katikati ya usiku. Unashangaa. Kwa nini mimi nilikuwa naota, nilikuwa ni ndoto gani nilikuwa naota? Hmm, wengine wanaota wana wana ingia kwa shimo, wengine refu refu wanaenda wanaenda wanaenda wale hawafiki chini. Alafu wanastuka ghafla usiku. Mmewahi ona ndoto kama hizo? Sababu yule mfalme hapo anamjua Mungu, alitafuta waganga, akatafuta na wachawi, akatafuta na wale wenye maarifa, lakini watu wa kidunia wasiokuwa wanamjua Mungu. Akawaita wote wakuje kusaidia kutafsiri ile ndoto, waelewe ile ndoto iko na maana gani, lakini hakuna mtu ambaye alipatikana. Ndio baadaye wanakuja kusema yupo mtu, yupo mtu kule anaitwa Danieli yule anamjua Mungu ako na ufahamu wa kimungu, ako na maarifa ya kimungu, anaweza kukufafanulia ndoto yako. Na kweli Daniel alipoenda pale, akaweza kufafanua ile ndoto ya mfalme wa maana na akaweza kuelewa

Lazima uchague mahali pamoja pa kusimama. Kama ni kwa Mungu, simama kwa Mungu. Kama ni kwa Shetani, simama pale. Mahali ambapo moyo wako unaona uko sawa. Lakini sisi tunawashauri tuendelee kusimama kwa Mungu kwa sababu kwa Mungu ndiko kuna mafanikio ya duniani pia hata ya mbinguni. Tukiwa kwa upande wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia mjue sana Mungu ili uwe na Ili kuipata amani inapatikana katika kumjua Mungu katika huu ulimwengu tunaoishi inakuwa tatizo kwao kwa sababu utaweza mpata huyo tajiri, yeye hata kulala usiku hapate usingizi kwa sababu akilala, anafikiria yale magari yangu pale, yako salama, zile ya pesa zangu nimeweka pale kwa benki, ziko sawa. Yaani yeye hawezi kulala, mawazi yamejaa kichwani hapa, hawezi kulala, lakini yule ambaye hata

nyumbani mwangu hata kama asubuhi ama mchana, labda hukupata chakula, hata unapolala unasikia uko na amani tu, na si kwamba haujapata chakula, labda sababu ukufanya kazi, labda ulifanya kazi, lakini hiyo siku siku haikwenda vizuri au kupata kitu cha kuweka tumboni, lakini uko na amani moyoni mwako kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Pia unakuwa na faraja na unakuwa na tumaini hata katika maisha unayoishi, saa ingine unapitia sababu maisha na unapopitia hizo shida, wakati uko na Mungu unasikia amani. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona vile huyu kiongozi Laila alienda hata kujiuliza, tulijua kama huyo Laila ataenda kweli? Hata mimi nauliza hata nini, tulijua kama Laila ataenda? Hatukujua, tuliamka tu tukasikia eh, Laila hayupo, hayupo

Pita mahali ambapo hata hawezi pitika. Pengine unapita hiyo njia, wanasema wewe utaweza kama fulani alishindwa, wewe ni nani? Lakini kwa sababu uko na Mungu utapita, na kwa sababu moyoni mwako uko na amani, bado utapita kwa sababu Mungu atakushindia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomjua huyu Mungu, anatupa amani na utulivu katika mioyo yetu hata tukipata changamoto mbalimbali Mungu yeye anatupa amani na anatupa utulivu. Na pia tunakuwa na tumaini kwamba yapo maisha mengine badala ya baada ya haya. Kwa hivyo tunakuwa na amani, na kuwa na amani pia ni kuwa na uhakika wa maisha ya sasa na hata yale ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. E, tunakuwa na maisha ya uhakika ya sasa. Vile tunaishi tunajua Mungu yako pamoja nasi na atatutetea na atatupigania na hakika tutashinda, na mwisho wa siku tutapata yale maisha ya milele huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kwa hivyo lazima tumjue huyu Mungu ambaye tunamwabudu. Tuyatoe tuyatoi maisha yetu kwake, na amani ya kweli haipatikani katika mahali Amani ya kweli inapatikana kwa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo nilisema, matajiri ya walali na ukweli ya walali wanateseka, eh? Lakini masikini leo apate hata elfu moja, nafikiri kijiji chote kitajua fulani, eh, amepata elfu moja leo, sababu itakuwa kama tangazo, amefurahi, amepata elfu moja. Lakini tajiri ako na mamilioni na mamilioni kule, lakini hana amani. <laughs> Hmm. Lakini wakati unamjua huyu Mungu unapata amani ya kweli na utulivu na tumaini katika maisha ya sasa na hata maisha yale ya baadaye. Na katika kumjua Mungu ndipo mema yatakapokukujia. Unapomjua Mungu mema yanakufuata, unapomjua Mungu baraka zinakufuata Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tunamalizia ule mstari wa 21, vile tulianza unasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hivyo unapomjua Mungu unapata amani, na ukishapata amani kuna mema ambayo inawezekana. <coughs> Kwa hivyo, ile ambalo sisi linatushinda, tunasukuma kwa Mungu. Mungu seheza, anaweza mambo yote. Kwa hivyo wakati tunamjua Mungu, pia tunapata baraka na tunapata amani na tunapata pia maisha mazuri. Katika kumjua Mungu tunaona wengine tumezidiwa Usingizi umekuwa mwingi. Unajua shetani na yeye hapo hapo vitani, hapo kazini. Si shetani na yeye hapo kazini. Alafu bila ule wakati umekaa kusikiliza neno ndio wanakuletea sasa usingizi. Unaanza kwenda tu. Na saa ingine hata unapata tu, umepata una nafasi ya kulala wengine wanakesha kazini sawa, lakini unapata wengine, umepata nafasi nzuri ya kulala yaani umelala kama ni saa tatu au ni saa mbili usiku umelala, umeamka saa moja, lakini tena ukija kanisani unafanya hivi, uko vitani. Kwa hivyo tunafaa kuwa macho wakati neno la Mungu ambapo ndio linakuja. Mungu anapojua ile neno ndio litakufanya uinuke kiroho, litakufanya utembee vizuri katika Mungu. Ndio hapo Shetani naye ana anapambana apate kuwateka wawatu wasipate kusikia lile neno, ndio unapata watu wanalala kanisani. Asifiwe hey, hey, hey. Lazima pia tujue hizi mbinu za Shetani na wakati mwingine tunazikataa. Unakuta hata manyumbani wakati mtu anataka kusoma Biblia ndio wanalala, ameanza tu hivi kusoma biblia hivi mjue sana U uh, ameshaenda yeah. Akija kuamshwa ndo masaa imeenda, ama anaanza kuomba. Unajua wangu wanapenda ile maombi wamekaa, ama wamelala kitandani, wacha niombe. Umejiegesha hapo kitandani ama kwa kiti hapo, unaanza kuomba, utaomba tu neno moja asante Yesu. ni usingizi kuna unakuchukua hiyo kasabu shetani anataka naakze kuchogwa <coughs> peke yake, anataka watu wenye ambao wataenda na yeye. Ndio maana wakati tunaomba inafaa tunasimama, ama unapiga magoti, ama ukiomba tembea, ndio adui azipate nafasi ya kuleta uzingizi. Lakini ukikaa iu utalala tu. Hapo ujifunike kwa blanketi, sasa useme, acha niombe. Utajipata asubuhi tu umeamka.